Mimi siku ya mwanzo ninanyoa, haidhuru nywele zenyewe ndo hivo <laughs> tena lakini, kwa sababu kupata hii hadithi. Kwa hiyo usije uk ukavua nguo halafu, ukivua nguo halafu ukinyolewa, kuna penalty yake, kule unakwenda kuchinja mbuzi au kondoo, na kondoo kule dola mia mbili na kumi. Kwa hiyo jiandae na pesa ya akiba ya usingizi wako. <laughs> <laughs> Kwa hivyo jitahidi sana kwamba yani unatakiwa unyolewe au upunguze nywele zako ukiwa ndani ya ile ihram. Tunafahamia ne? Baada ya hapo, upunguze mashuka yako ushanyolewa ushapunguzwa, unaingia kioni, unaunda koga, hakuna hakuna tatizo hapo, umra itakuwa tumesha. Umjua mimi nilikuwa na kazia tu. Sasa ndugu zangu, mimi leo, kama alivyozungumza alivyozungumza shekhe, mimi mazungumzo yangu ni mafupi, la msingi

liyashhadu manafia lahum ila akhir al-aya Ndugu zangu wana na mahujaji watarajiwa tuseme amin. E, kuingia mwezi wa Rajab zimebaki siku kumi na tatu. Zibaki siku za mwisho za kujiandikisha kwa mahujaji mwaka huu, mwezi 15 Shaaban zimebaki siku 58 Ramadhan zimebaki siku sabini na moja Safari yetu kuondoka hapa bado siku mia moja na arobaini na moja kuondoka hapa, sisi tutaondoka mwezi kumi na mbili au tarehe kumi na mbili mwezi wa tano Kurudi tutarejea mwezi mwezi mosi au mwezi pili mwezi wa sita au tarehe tarehe mosi mwezi mwezi wa pili mwezi wa sita Maana ngoni ni kwamba siku zilizobakia

ni haji mabrur, lakini hija mabrur ni hija ambayo inachungwa, hija ambayo inaengwaengwa, hija ambayo inahitaji vitu vingi. Lakini wakubwa wote wanasema pamoja na Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema kwamba mwenye mwenye katika kitu ambacho kinamfanya mtu abadi hija yake iharibike ni mdomo. Mdomo utaharibu hija za wengi kuuchunga sana mdomo. Watu wengi hushindwa na ibada hiyo, hija, kwa sababu ya mdomo. Na mtu akiuchunga mdomo wake vizuri, basi yategemewa sana hija yake itakuwa ni nzuri. Na hija, ndugu zangu, ni ibada kongwe, sawa, lakini ni ibada ambayo ina malipo makubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhaji mabrur laisa lahu jazaun illa aljanna, hija iliyokuwa bora zaidi hakuna malipo kwake isipokuwa pepo ya Allah subhanahu wataala. Aka kumbe hija inamfanya mtu mmoja kwa mmoja kuingia peponi. Ndugu zangu, na kitu kimejificha kwa mahujaji, lakini kitu hicho wallahi nglodajua thamani yake, kila mtu angesema na mimi nataka kwenda Maka. Katika hadithi alipokea al al ibn Abbas

isipokuwa kule mtu ambaye katoka katika njia ya Mwenyezi Mungu alipotoka fi sabilillah kule mali yake ikapotea yeye mwenyewe akafa huko hakuna chochote kilichorudi katika maisha yake, huyu atakuwa ni mbora zaidi. Sisi bahati nzuri, mashallah, tutakwenda kukaa siku kumi tukua Makkah, kuanzia mwezi mosi, kuanzia mwezi pili, kuanzia mwezi tatu, mwezi nne, mwezi tano, mwezi sita, mwezi saba, mwezi nane, tusame inshallah, mwezi tisa Arafu. Mwezi nane? A, mina mwezi tisa Arafa, mwezi kumi A, eh? mina mwezi kumi na moja mina, mwezi kumi na mbili mina. <coughs> Masiku yote haya ambayo yana thamani duniani leo unachanganyiwa na hija yako, ni kitu kimoja kikubwa sana ambacho watu wengi hawakifahamu. Watu wengi huangalia hija tu la kwanza lakini la pili, mtu ambaye ataswali siku moja katika msikiti wa Maka siku moja tu, achile mbali zile siku kumi, siku za kawaida. Sio zile siku kumi, siku za kawaida, ukiswali Maka siku moja tu, ni sawa sawa na kufanya ibada miaka thamanini na nne miezi minne na siku kumi na tatu. Subhanallah, subhanallah! Pesa yako pesa yako ni ndogo sana kuliko thamani iliyopo kwako kwa Mwenyezi Mungu aliyokuwekea Hujajijipongeze, hujapoteza, umeekeza katika benki ambayo haifilisiki, na malipo yake utakwenda kuyakuta kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Ndugu zangu, kuna kitabu kidogo haraka haraka hapa nikisomi tena katika lugha ya Kiswahili, mtanielewa. Anasema hivi shekhi, hija iliyotimia ni bora kuliko jihadi, yaani hija iliyokabilika ni bora kuliko jihadi an Aisha radhiallahu anha qalat

Alifahamu uzito wa ibada haji kwa wanawake na watu wenye umri mkubwa na watu dhaifu ambao hawakuweza kushiriki katika jihadi ya mapanga katika kuendeleza na kukomboa nchi nyingine. Rehema hii itawaletea faraja kubwa sana. Faraja yenyewe ni kuwa kumbe wakiweza kuhiji hija iliyotimia, wataweza kupata fadhila na daraja kubwa walizopata mashujaa wa Uislamu kabla mama wa Uislamu Aisha

Sahaba huyu maarufu sana amehiji mara sitini. Kahiji mara ngapi? sitini. Akafanya umra mara alfu moja umra mara alfu moja Subhanallah, Bibi Aisha miaka kumi na sita mara kumi na sita anakwenda hija anarudi. Utasikia watu wanasema, nyie hamwondoki Maka, kila siku Maka nyiye tu. <coughs> Hey, we hujenda Maka ukaona ladha yake, wallahi nakwambia akina, akina baba akina mama Mtakwenda hija mwaka huu mtakuja kuniambia wote, walikuwa na maka mwaka huu. Sasa miguu inawasha na ile hoteli wanaiona ya Madina, hoteli wanaiona ya Maka, na furaha iliyoje! Hoteli ya Madina, mashallah, ile ile mwaka jana, tuseme takbiri, takbiri, ile ile mwaka jana, mashallah, inaitwa Addiyar Alfidhi, ay Assalam Alfidhi, Diyar Assalam al alfidhi amshe sahau na ya Maka. Mashallah, ile ile akitaka mtu tamwisha kwa simu yangu, ile ile mwaka jana inaitwa Manar Alkhair funduku mashallah. Madina dakika saba uko msikitini, Maka dakika nane uko msikitini. tena unataka ma nini? maana watu usema uko no, ah, kwa hizo gharama alizotoa dola 1500 wanakaba kunduchi, maana yake wanasema msikiti uko darajani hoteli iko makunduki tuko msikitini huko, yamani msikiti wa Maka dakika nane tu uko hoteli, na msongamano kama ni msongamano, msongamano hivi eh, dakika nane uko hoteli. Na hoteli ya Madina mashaallah, hoteli very comfortable safi kabisa, dakika saba. Yani kutoka pale hoteli dr asia kama unapaona hivi, pana hoteli, ni kuzingazinga kidogo kuna msikiti Asn Ali huyo nikatika ya msikiti dakika saba au jamaa oho hivi yani, nakuja ile eh. Kwa hiyo ndugu zangu, ambao mmekania mwaka huu semeni alhamdulillah. Sasa kubwa zaidi kilichonifanya kuzungumza hivi lakini hata kama mtu amepata sababu yoyote ya kuamini kwamba ameipata hija iliyokamilika basi bado kuna haja ya kujipanga tena kama uwezo kujipangatena tena ambao inshallah tushakwenda. Eh, kwenye buku letu kuna watu mia moja na ishirini hivi sasa, kasoro mmoja wanaokwenda ni watu tisini na nane na daktari wetu watu tisini na nane lakini wale ambao washaandikwa kwenye buku watu mia moja na kumi na tisa wale ambao hawajalipa tafadhali, na kuna kitu cha kusema huko mbele mkisikiliza kwa, kwa makini sana Uh -huh. Kwa upande mwingine sisi ambao hatukuwai zama za kupigana vita vya kupigana na dini yetu, kufadhilishwa hija na jihadi kunatupa nguvu za kuzidisha bidii katika ibada kwa tamaa ya kupanda daraja na kuwa watu bora mbele ya Mola wetu. Kwa hivyo tunachoweza kufanya ni kutafuta ubora kwa Mola wetu, ili kuwa kuiga mwenendo wa masahaba radhi Allahu anhum ajmain, kwa kufululiza kwenda hija mara nyingi kwa mwenye uwezo miongoni mwetu ni vizuri aende Maka kila mwaka. Hii ni tofauti na mawazo ya wengi miongoni mwetu. Wako wengi wenye mawazo ya kwenda hija mara moja tu hija fadhi, pamoja na kuwa wana uwezo kuongeza zaidi ya kujinufaisha na nafsi zao mbele mwala wao. Tatizo lao ni kusema kwamba hawajaelewa kuna jihadi mbili tofauti. Jihadi ya kupigana tamaliza saibadeka tano tu jihadi ya kupigana kwa silaha na wale maadui wa Uislamu wanaopiga vita Uislamu au Uislamu kuwapiga Uislamu. Ihadi ya pili ambayo ni kubwa zaidi ni jihadi ya mtu kupigana nafsi yake. Ihadi hii haibagui baina ya mwanamke mwanamme, wote wanao nafasi sawa na kupambana nafsi zao. Hivyo Uislamu haubagui baina ya kike na kiume wala baina ya mwenye nguvu na dhaifu wala baina ya vijana wazee katika kutoa fursa ya kufanya mema na kupata utukufu mbele ya Mola wetu mkarimu. Fursa ziko wazi kwa kila mtu. Hali kadhalika, Muislamu anaishi katika zama au mazingira ambayo hakuna sababu ya kupigania dini kwa kutumia silaha, hakutengwa hakutengwa na neema hii au fadhila za wale waliopigana vita baina baina ya makafiri na Uislamu. Bado ana nafasi ya kupata utukufu kama huo wa mashahidi au kuwazidi fursa yenyewe. Tunaambiwa hapa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hija iliyotimia. Sasa hii ina maana hija iliyotimia, hija iliyotimia ni ile hija ambayo Muislam atavimiliki viungo vyake vyote, ikiwemo pamoja na mdomo. Tunafahamiana eh? Anajizuia kukamilisha, kukamilisha anajizuia kikamilifu na kusaba maneno machafu, pamoja na kutenda matendo machafu. Hii ni hija ambayo mwenye kuhiji anatekeleza ibada ya hija kwa namna ambavyo, kwa utaratibu alioonyesha mfano Mtume Muhammad SAW sallam katika sura ya kumi na, na kumi na moja ya kitabu hiki. Hii ni hija inayoacha ina athari kubwa katika moyo wa bwanadamu, kisa, kisa, uh, kiasi ambacho baada ya hija hiyo mwislamu huyo anakuwa ni mwenye kujishughulisha na kufanya mambo mazuri na mema madogo na makubwa. Kwa mwanamke, hii ni pamoja na kuishi kwa hijabu kamili anajitenga na kuchanganyika na wanaume wanaoweza kumuoa bila hifadhi inayotakiwa katika dini yetu. Hii ina maana hija ni ibada, siyo utalii. Hija ni ibada ambayo kama ikifanywa ipasavyo hainabudi kumkabi, kumbadili muislam akawa anaishi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Hivyo ni kufaidika ipasavyo na hija, inabidi baada ya mwislam kuazimia kwenda hija pasipo na kipindi cha maandalizi kabla muislam hajaondoka kwanza aurekebishe mdomo wake, kwanza aurekebishe nini? Mdomo wake. Kwa hiyo haya yanahimizwa hapa kwamba tujitahidi inshallah, kabla mtu hajaondoka kwanza auchunge sana mdomo. Kumalizia mwisho kabisa, nadhani nitakuja kusoma wiki ijayo tena. Naona kama muda umekwenda sana, au unasema, au nimalizie? Uh, kwa hiyo nadhani hapo tumefaidika kidogo. Hichi kitabu ni kitabu kimoja muhimu sana. Wale ambao hawaja kuna watu watatu hapo wamekuja, na bahati nzuri wameshalipa nao ni wageni. Yashazungumzwa mengi, hii itakuwa ni semina ya saba. Lazima hichi kitabu ukipitie, ukisome, ikiwezekana na ukihifadhi na kama kuna uwezekano, kuna hujaji jirani yako unamfahamu, mwendee akupe maelekezo, akupe mrejesho, hija mwanzo inaanzwaje, ili hija yangu hija yako iwe bora zaidi, kwa sababu kuna baadhi ya watu walikuwa na maka wakaharibu. Sasa hivi wanatafuta uwezo wa mara ya pili kuena hija wakaikavi hija mwaka jana au mwaka juzi. Kwa hiyo wewe ambao unakuwa na mwaka huu, hakikisha hija yako inakuwa nzuri. Lakini hija ni hija yenye elimu, ujifunze. Kuna semina hapa, hakikisha unayacha yako yote unakuja hapa, na wale wa, wale ambao hawajaungwa katika magrupu basi wamuone bosi hapa, bosi wetu, waungwe katika grupu. Haya yanazungumzwa hapa, watakwenda kuyaona, lakini kuna mengine wataelekezwa. Kuna masuala kama kuna ya, ya kuulizwa kinyume cha hapa, basi watajibiwa kupitia mitandao. Na hata ambao wenzetu jana, kuna mama kutoka Bukoba amelipa jana Bukoba hivi sasa wameshalipa ndugu zetu wanne. Alhamdulillah. Kigoma wameshalipa ndugu zetu wawili. Dar es Salaam hapa nimezungumza nao jana wa kutaro watoto watakuja kulipa. Ndugu zetu wa Dodoma ameshalipa watu watatu. Hakikisheni hapa ambao tuko hapa bado nafasi ni chache. Lakini hakikisheni wale ambao tume, tumelipa mwanzo au tumetangulia kuandika majina yetu mwanzo. Hakikisheni ikiwezekana wiki ijayo mnalipa kwa sababu hivi sasa dola iko chini walolipa mwanzo walilipa milioni kumi na nne laki nane hamsini alfu, lakini walolipa jana wamelipa milioni kumi na tatu laki saba na hamsini alfu. Kwa hiyo dola iko chini, wahi hii fursa, hii nafasi bado. Rajab bado siku kumi na tatu siku zote. Kwa uzoefu wangu, ikiingia tu mwezi wa Rajab dola inaanza kupanda automatic, automatic. kwa hivyo, ili usije ukapata gharama kubwa ya kuja kulipa pesa nyingi, hakikisha wiki hii, wiki mbili hizi unalipa, mtakuwa tayari jamani, inshallah jamani. Hoteli yenu ya Madina tushahidi pia, haidhuru si pesa zote si zote, au okay. Lakini hoteli ya Makkah tushahidi pia, na bahati nzuri ndege ile ile mwaka jana, tutaondoka ndege ile ile ya Saudia. Takbir, takbir, ndege ya ndege nzuri kabisa, lakini nayo kutakuwa gharama hizi gharama zikalipe, robo ya gharama tumeshalipa, robo ya gharama tunatakiwa tupeleke nusu ya gharama. Hii nusu ya gharama maana yake ni hela ambayo wewe unayo. Hii pesa nitakuja kuzungumza wiki ijayo. Wale ambao tayari wao wametangulia kwenye amali, halafu wengine ukataraddad. Wale ambao wametangulia wao wana malipo gani? hawa ambao wametaraddad wao malipo ya ya koje koje? Wale ambao wameshatilipa kwa mujibu wa kitabu hichi, ambao washalipa mwanzo na wakajizuilia na maasiya basi si tangu siku alolipa, tangu siku analipa anaandikwa thawabu mpaka siku anaondoka. Tunafahamia ndugu zangu, nitatoa nitakuja kuzungumza kimo ndani ya kitabu hiki hapa kwa wale ambao pesa mnazo. Inshallah hivi sasa watu wameshalipa, lakini wengi wao bado hamjamaliza, na kuna nafasi chache ambazo zimebakia. Hakikisheni kiwezekana, inshallah, ndani ya mwaka huu, ndani ya wiki mbili hizi tunamaliza kulipa, mtakuwa tayari, jamani, inshallah.